Siri ya ushindi wa leo hasa ilikuwa ni kwa sehemu gani? Kwanza ni maandalizi e, maandalizi ambayo tumeyafanya kwenye uwanja wa mazoezi tumeiandaa timu yetu kuja kushindana na timu ambayo ni bora, na ndio maana mmeona e, kile ambacho kimetokea. E, wachezaji wetu wameweza kuwauliza maswali ambayo wameshindwa kuyajibu, na ndio maana mwisho wa siku tumepata matokeo Kipindi cha kwanza inaonekana mliweza kuanzia chini sana, tofauti na kipindi cha pili. Sehemu gani ambazo mliweza kuona kina, kuna mapungufu, mwisho wa siku mmeweza kufanya kazi? Ya kwanza kabisa, sio kuanzia chini, ni kutokana na ubora na wa timu ambayo tulikuwa tunacheza eh, nayo wanachezaji ambao ni wazuri, wana quality uh, nzuri, kitu ambacho kilikuwa kinafanya wachezaji wetu wanachelewa kuingia mechi. Lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kusogea, tulikuwa tunajaribu kuona nani tunaweza kuwaelekeza, tunazidi kuboresha, na kipindi cha pili uh, tumeshauriana na mwalimu tumefanya sabu mbili ambazo zimekuja kutupa matokeo kutokana na yale ambayo tulikuwa tunayaona kwenye mchezo. Pointi Kwen tatu za ushindi leo hii uh, kuelekea katika ubingwa uh, wa ligi ya wanawake kwenu nyie inawafikisha katika sehemu gani? inatuweka sehemu nzuri. Inatuweka sehemu nzuri kwa maana ya maandalizi uh, hatukuanza msimu vizuri kuna mechi ambazo tulipoteza uh, na zingine tulipata sare, lakini kwa sasa hivi kila mmoja anadhani timu anaiona timu ipo tayari kushindana, timu inacheza kwenye tempo nzuri. Uh, mwalimu anafanya kazi yake vizuri kusaidia na benchi la ufundi, na pengine labda niwaahidi, uh, mashabiki wa klabu ya Yanga uh, huu ndo wakati ambao uh, tunahitaji kuchukua kila ambacho tunakipoteza. Kwa hiyo kila ambaye alitufunga raundi ya kwanza akijaje vizuri ya yeah, otherwise atakutana na hichi ambacho amekutana nacho Simba. Okay, uh, inaonekana kwamba Simba na Yanga tempo lenu inakuwa ni nzuri sana endapo mkutana na wapinzani wenu, lakini JKT huwa anakuwa wanapaga sana changamoto. Mechi za hivi karibuni mmejipangaje? ya yeah, kwenye Samia Women Super Cup uh, uh, tumeweza finale, JKT, kushinda mchezo wa fainali dhidi ya JKT tulishinda magoli matatu uh, ukisikia, magoli matatu bahati mbaya ni, ni timu ilikuwa imezidiwa kila sehemu na ndio maana tukapata ushindi ule na sasa hivi baada ya michezo mwingine tutacheza tena na JKT. Kazi itakuwa ni ile ile. Tunaenda kushinda tena kwa mara nyingine. Kwa sababu ubora wa timu yetu ndio ambao unatugea nguvu ya kuweza kuzungumza na kuzungumza sasa hivi. Ninataka nakwambia mashabiki wa Young Africans waendelee kutupa support. Waendelee kuwa nyuma yetu. Sisi tunawapenda sana. Tunafanya kazi mchana na usiku, kwenye jua na mvua. Lengo ni kutengeneza furaha yao. Tunashukuru uongozi wa klabu ya Yanga anatusupport sana. Na wao wasikae mbali na sisi. Wakae karibu yetu kwa sababu huu ndio wakati wao wa kufurahia.